Hatimaye Sandra amepata mtu wa kuolewa naye, nitabaki kwa amani na kipenzi changu. Naamini mume wangu utakuwa na pingamizi juu ya hili, kwa sababu umeshamsahau yule mwanamke. Yaani nilikuwa naomba kila siku kwa Mungu apate mtu, maana nimechoka naye mambo ya kugombana. Unaweza kuacha kuongelea hayo mambo tafadhali? Jamani, mimi nimesema tu. Au umejisikia vibaya eti umeumia alafu mie leo nataka nilale hapa, maana sijisikii kabisa kulala chumbani kwangu. Suzi, unaweza kuenda kulala chumbani kwako tu kwa sababu mimi na wewe bado hatujaoana. Hata hivyo sijisikii vizuri, kwa hiyo naomba uondoke, lakini jueni, uliahidi kuwa utanipa furaha. Sasa ni furaha gani hiyo ambayo hata hapa kulala kwako pia unanikataza? Ni kweli kabisa, uko sahihi. Nilikuahidi kuwa nitakupa faraja, lakini sio mambo ya wewe kuja kulala na mimi, Sozi. Alafu mimi na wewe bado hatujawa mke na mume, kwa hiyo tafadhali, heshima iendelee kufata mkondo wake. Hivi mbona unanionea kila siku eh? Unataka kwa nini mi? Ah, tugombane. Mi siondoki bwana, nitalala hapa hapa. Nimekumisi mwenzio. Okay wesi, unataka kulala hapa basi lala, wejoni joni. We, lala

t bado hujapumzika? Sina usingizi kabisa dadi. Nimeona nishuke chini huko nje kuchukua maji ya kunywa. Ah. Basi jitahidi uwe unalala mapema, kwa sababu usiku muda umekwenda sana alafu inatakiwa upumzike kwa ajili ya afya yako, especially kipindi hiki cha matatizo. Unajua John mwanangu Sipendi kukuona ukiwa na mawazo, na unaweza kuhisi mimi na kunyanyasa lakini mimi nakuandaa kuwa baba bora baadaye, ili hata watoto wako wajivunie wewe, mweneelewa? Nakuelewa dadi, nakuelewa sana. Thank you and I'm sorry kwa kila kitu kilichojitokeza kati yetu.

Suzi ni mwanamke mzuri pia, lakini pia yeye ni jasiri. Kutokana na yote yale yaliyotokea kipindi na mkataa, hadi kufikia hatua ya ujauzito, angekuwa mwanamke mwingine angeshakata tamaa, lakini yeye bado ameendelea kuning'ang'ania. Hii inaonyesha kuwa na mapenzi ya dhati kwangu, so

Hey. Good morning. Umeamka saa ngapi? Mbona kuniamsha? Uh, nilikuona umechoka sana. Hata hivyo, kuna sehemu nataka twende. Jiandae twende. Mimi na wewe. Wawili tu. Tunaenda wapi? Au ni surprise? Hapana <laughs> ni kawaida tu. Jiandae basi, leo nataka tutoke, mimi na wewe wawili tu, tukatembee. just a surprise kweli? Pia asante kwa kunitoa out, kwa sababu hatujatoka muda mrefu sana. It's okay. Suzi, nafanya yote haya kwa sababu nataka urudishe furaha uliokuwa nayo zamani. Najua umepitia mengi sana, ni hapa juzi tu umetoka kumpoteza mtoto, kwa hiyo nataka ukae sawa kiakili. Usijali. Pia hata na mwenyewe alikuwa ni mwanao. Ndio hivyo. Tutafanyaje? Ishatokea, ila tutatafuta mwingine. Nampenda, mpenda mpenda nani, mdada mmoja nani, mweusi kidogo nani, mweupe kidogo nani, Furahie mapenzi tukiwa mimi na wewe katika wangu mtima baby, urojani wewe, ino maana ya mapenzi mapenzi. Baby, unajua, mke wangu, katika wanawake ambao ninawapenda wewe ndio mwanamke ambaye ninakubali sana, si umeelewa? Yaani kuliko wanawake wote wena enwe na kupenda na kukubali vibaya mno. Yani, siwezi kusema kwamba yule yeye jana jike sio mke wangu hapana, ila kwa sababu yule pale, unajua, ndo anasolve pale mtaani, yani pale ndo anasolve mazingira ya kodi, yeye pale ndo anasolve mazingira ya kula pale. Si unajua ukiangalia mazingira pale, sometimes vile ukiumwa, sijui viwalo viwalo, sijui mmenielewa, yeye ndo anafanyaje, anavisolve. Sasa kupitia mantikio nikaona yes, ile hapa la kufanyaje, lile la kuliganda lile, mke wangu, sijui mmenielewa. Mimi najua wewe umeelewa. Kwanza kitu kama hiki huwa anavumilia <laughs> hivi unaona, unachekesha sana ji! Hivi una akili sawa? Hivi eh, tumetoka kwenye maekaeka ya asali, tumemaliza ukanitema, maswala ya bangi hatujamaliza, umeniletea mzee wako, eti mwanamke wako, hivi unaichukuliaje ji? Yaani wewe sikiza, nikwambie, yaani wewe ukipayuka kama hivyo, sauti juu, wala haileti maana, si umenielewa? Ndo maana mimi nimekuleta sehemu nzuri kama hii hapa, umeona, tunakula upepo hapa na huko nakuelekeza, mama mtu, si umenielewa? Alafu kingine, yule pale kama nilivyokupangilia pale, ni mazingira tu ya pesa, na kuna mchongo nishaweka sawa. Yaani siku ile mvonikuta pale, sijui mlikuwa mnatokea wapi. Pale kuna mchongo wa pesa ulikuwa ushaka umenyooka, ushansoma na ule mchongo pale ulikuwa unaingia, sisi tunachukua zetu hela, tunaenda tunajenga, tukishajenga, tunaanzisha familia yetu yetu, tunaliacha limezodoka. Mimi sifanye hiyo biashara sawa? Je, mimi ni mtu mzima, nina akili timamu, wewe ukanipanga hivyo kama mtoto, sijui nanielewa. Sifanye hiyo biashara, sitaki. Kama mnichoka baba, niache wewe, sema, nimekuchoka Huh? Sija kuchoka mke wangu, naanzaje kukuchoka? <coughs> Jamani jamani. Uwi. Ule mwanaume nimpe nini mimi? Mimi unafali ipupa, nimempa. Nimempa mimi. Nilikuwa namwambia baba, lalia kama la kulia, au ziwa la kushoto baba. Kama unataka tumbo, maana hizo zote tatu ninazo. Lakini leo anajifanya yeye tena Yesu, anajifanya yupo kwenye bustani ya Edeni tena. Ae Adam na Hawa tena, saizi wamekaa pale wanajifanyia mapenzi ya agape. Mimi nakakula nasongoka na nakuomba kwa sababu ya kuzurura kumtafutia yeye hela. Yeye pale ananisaliti. Hivi mwanaume mimi nimfanye nini jamani? Nakuuliza, eh? Wewe mwanaume nikufanye nini? Unajua kuna wanaume mm, automatically wana

chuma iko kiweingia nakuona, lazima nione, una macho e, kumbuka ulikuwepo. nipo hapo nataka, eh? ah, safi. <laughs> ah, eh? kwa hiyo eh? ah, wewe, unachotaka mi niwe kichaa ah, kwa ajili yako yani mimi, unataka nichanganyikiwe <laughs> maneno yote ji nayoongea yanaingia huku yanatokea huku <laughs> sindio? <laughs> eh. huku na njia? ipo ya kutokea kuingilia, hakuna ah -ha. we msubiri Jiujua sitake unifanye mi nichanganyukiwe. Umenisikia, unanielewa? Utantua meno. Yani sio meno tu, nataka nikupasua kwanza iyo sura yako hmm? Ni kunywa izo nywele zako ndio Yaani nataka kabisa wewe meno yako yatoke. Nisiku kwa wanawake tena kupendea nini? Pesa huna, sura huna. Sura yenyewe imekaa nyeusi kwa palangu lakini bado watoto wa wanawake wanakuangalia. Hiyo na kinyetu na huruma nyinyi. Ah, si tupoje. Nisiku. Hii ndio sura yangu nyeusi kama kwa palangu. Nyeusi kama kwa palangu. Ni hivyo tu wanawake tuna huruma. Kwa mwanaume ume gani basi? Ungekuwa tena hela tungesema tunapenda hela. Mwanaume, yani una lolote. Nisikize basi kipenzi changu. Ajimina wangu, roho yangu. Eh, nisikilize basi, nikwambie. Unajua hapa tulipo sonana njiani hapa, tutatiana aibu kocha msingi. Tunachukua ngere nyumbani, kipenzi changu. Uendelea nani? Siendi kokote. Mm, usinifanyie hivyo. Hapo juu unanitia aibu namna hiyo, watu wanapita. Eh. <laughs> Ah. Hey. Yeah, eh. Usirudi. Ah, sirudi. Misio mtu mzuri kwenye dalaa vichu. Kabisa. Masaa matatu kama lona. Eh. Tuondoke hey, nyumbani. Ni huku huku. Bwana ni huku bwana, tuondoke nyumbani basi. Ah. kuwa wawili kama hivyo ni ndoto ambayo nilikuwa nayo muda mrefu sana. Natumai leo mate umeitimiza. Okay. Natumai umeenjoy si o. Sandra yupo na King. Uh, sitaki nitumie me maneno mengi leo, maana nimemaliza kila aina maneno mazuri ya kusifia kutoka kwanyekabuzi na hisi nitakukera endapo kupongelesha maneno ya mapenzi kila siku, nasubiri tu moyo wako wamue katika hii katika mtu ambaye anajivunia kukutana naye kwenye maisha yangu, basi wewe ni namba moja, kwa sababu umekuwa mtu muhimu sana kwangu. Isitoshe, unajali sana furaha yangu, kwa hiyo sijuti kukutana na wewe na sijuti kujenga urafiki na wewe sikuona dabu penzi nikaligawa, sikujari starabu, niliona nipo sawa, nilipotegemea sipo ilipo furaha. Ila naona ameamua kumuvo na kukusahau kabisa. Suzi, unaweza kuacha kuniharibia mudi yangu hivi? kwa nini unapenda kuongelea hayo mambo kila ninavyojaribu kutaka kusahau wewe, ndio kwanza unaanza kunikumbusha hizo habari eh. Kuongelea swala la Sandra ku move on ndo nakasirika. John, unatakiwa na wewe move on kama yeye alivyofanya. Nimeshaachana na hayo mambo muda sana, kwa hivyo nisingependa uongelee tena. mm -hmm. Utanihakikishiaje unamaanisha nini? mm. Nataka tuende pale walipo wao. Ili nihakikisha unachokisema ni, ni cha kweli. Kwa nini ulipokuja hapa ulikuja nao? Please. Fanya basi kwa ajili ya kuniaminisha. Kweli na stare ya dhahabu livyofanya soso yani, sikuwa na adabu. Penzi nikaligawa.

Wapendanao wa wanandoa watarajiwa, ongeleni maana mnapendana sana. Kula mme wangu, nenepe, napenda kweli.

Uwe na usiku mwema, ulale salama kipenzi changu <laughs> uh. <laughs> nikumbatie basi walao kidogo, ili uweze kuniaga ah, Hebu acha utani King, sasa kwa nini nikukumbatie? Alafu usiku saizi umeshaingia, uko unaweza ukaenda. Usiku mwema. Hapana ah, Sandra lakini kunikumbatia walau kidogo, nitajisi raha na usiku wangu utakuwa bora zaidi. Embo, usinifanyie hivyo King. Embo, acha mambo yako bwana, saa hizi ni usiku eti na alafu. Kwani nikikukumbatia na nisipokukumbatia kuna tofauti gani? Hebu nenda bwana, mimi naenda kulala. Wewe we. Mwachie. Kwa nini unalazimisha wakati hataki? Are you crazy? Yoni. Wewe na kuhusu nini? Hapana. Kwa nini akulazimishe? Wewe umeanza kunizoea. Ngoja. <goduluk> <tapos> <tapos> <tapos>